Zanzibar ya miaka mitano iliyopita sio Zanzibar ya leo. Viongozi wetu wamefanya kazi kubwa sana, na nyinyi mnajua, mwanzo Dokta Mwinyi alipoanza watu wakasema, huyu ni Hussein Mabati, kila ukipita pamezungushiwa, kila ukipita pale pamezungushiwa wakawa hawaelewi kwamba kwenye taratibu za ujenzi, ili ujenge lazima uzungushie ile saiti ya ujenzi. Baada ya kutoa yale mabati, yakaibuka masoko. Baada ya kutoa mabati, zikaibuka skuli za ghorofa. Baada ya kutoa mabati, ikaibuka miradi mbalimbali mbali ya wananchi. Sasa hawamuiti tena Huseni Mabati, wanamwita Huseni Maendeleo. Leo hii tunaposimama kuwaombea kura, tunaposimama kunadi ilani kwa miaka mingine mitano inayokuja, hapa Zanzibar, ilani ya CCM inaelekeza serikali kutengeneza ajira zisizopungua laki tatu na elfu hamsini kwa vijana wa Zanzibar. Kuboresha elimu, maji, umeme vijijini, kilimo, barabara na kadhalika, katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilani inaelekeza kutengeneza ajira milioni nane kwa vijana wa Tanzania lakini inaelekeza kuboresha afya, elimu, barabara, maji na mambo mengine yanayohusu maendeleo ya wananchi. CCM imewaleta wagombea hawa wawili wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano na rais wa Zanzibar, ili wana Zanzibar na Watanzania tuwaunge mkono kwa kuwapigia kura nyingi za kishindo itakapofika mwezi wa Oktoba. Wameonyesha uwezo usio na shaka. Wale wengine kazi yao ni maneno. Sasa mtu anayefanya kwa vitendo na mtu amekaa barazani, kazi yake kuongea tu anakula ubwabwa wa nazi, akimaliza anaongea, akimaliza anakwenda kunywa chai na chapati, na yule anayefanya kazi ikaonekana watafanana? Hawawezi kufanana. Ndugu zangu wa Bambi, nimeambiwa kwamba hapa kuna historia kubwa, na hapa ni kitovu cha mapinduzi na wazee wetu walifanya mapinduzi ili kutengeneza na kupata uhuru wa kiuchumi, uhuru wa kisiasa, kuondokana na minyororo ya utumwa na minyororo ya ukoloni. Njia pekee ya kulinda uhuru huo na mapinduzi matukufu ya Zanzibar ni kuendelea kukiamini na kukichagua Chama cha Mapinduzi. Ninataka niwaombe, tumewaletea wagombea. Mgombea wa kwanza ni mgombea mtoto wenu anayegombea kwenye jimbo hili nafasi ya ubunge, mnamjua, namuombea sana ndugu Ali Haidari Madewea kura nyingi za kishindo. Kila mmoja wetu asibaki nyumbani siku ya kupiga kura, na jirani yako tena, twende nyumba kwa nyumba, tuwatoe wenzetu tukapige kura. Wa pili ni mgombea wa uwakilishi Msingiri oye Mmemwona anazo nguvu za kutosha, mkimtuma anaweza kukimbia. Namwombea kura nyingi za kishindo. Amepata wanaosema watampa mikono juu kwake. Sasa hii timu mnayoiona hapa huu ndio usajili wa Dr. Samia na Dr. Mwinyi. Sasa juzi nimemsikia omo anasema, o oh, pencheni, pencheni hii Dr. Mwinyi aliikuta ilikuwa elfu ishirini. Leo ameipeleka